E, katika dunia ambayo tumaini lilionekana kupotea, mwanamke aliyekuwa amehukumiwa kwa maumivu ya kimya alizaliwa upya kupitia mkutano usiotarajiwa. Ehuyu huyu hapa Susan. Akiwa na miaka 25, tano si mrembo tu bali pia ni mtaalamu wa biokemia mwenye shauku kubwa kwa afya ya asili. Utaalamu wake, tiba ya seli shina za mimea, mapinduzi kutoka Uswisi kupitia Mibelle Group na PhytoSCIENCE. E, siku moja Susan alikutana na Madam Antoni, mwanamke aliyekuwa amevunjika moyo, akiwa katika hatua ya nne ya saratani ya matiti. Madaktari walikuwa wamekata tamaa, lakini Susan hakumwona mgonjwa anayekaribia kufa, alimwona mshindi. E, Susan alimwandikia mpango rahisi lakini wenye nguvu Crystal Cell pakiti mbili za elfu moja na mia nne chini ya ulimi asubuhi na jioni kabla ya kula. Huyeyuka kabisa bila maji, hurejesha seli zote zilizoharibika mwilini, huunda kizazi kipya cha seli zenye afya, huondoa seli za saratani na zilizokufa, na huifanya ngozi na mwili mzima kuhuishwa kwa msaada wa fitoine na fitoline hii. Baada ya dakika thelathini i kunywa lita moja ya maji. E, Snowfield forte pakiti moja katika glasi ya maji kila usiku baada ya chakula cha jioni. E, bidhaa hizi zilizojaa seli shina za mimea hutengeneza upya, huimarisha na kuhuisha mwili kutoka kwenye chanzo, hufanya detox kwenye seli zote za mwili na hukomesha kusambaa kwa seli za saratani kupitia klorofili na mwani wa baharini. E, wiki za kwanza zilikuwa ngumu, lakini baada ya miezi mitatu, imuujiza maumivu yalitoweka, akaanza kutembea tena, akacheka, mwili wake ukazaliwa upya. E, baada ya miezi sita, madaktari walithibitisha jambo lisilowezekana: alikuwa amepona kabisa. Leo hii Madam Antonia anajisikia kama mwanamke wa miaka 30 mwenye nguvu, maisha na furaha. E, nilidhani mwisho wangu umewadia lakini kwa msaada wa Susan na tiba ya seli shina za mimea kutoka PhytoScience bado niko hai. Nawaalika wote wanaoteseka kujaribu suluhisho hili. Wasiliana na wataalamu wa kuaminika hibo junior Kaleba wa PhytoScience na Susan kutoka Tanzania. Waliniokoa, sasa ni zamu yako. Afya haina bei. Kwa nini uendelee kuteseka au uache wapendwa wako wateseke, ilhali una pesa benki? Ukifa, wengine watazitumia bila huruma. Ni bora kutumia vizuri kwa afya yako na wapendwa wako. Imimi Madam Antoni ninapendekeza waandikie kwenye WhatsApp kupitia ongeza 255765667717 he ongeza 243812059408 na nina swali moja la mwisho kwako. Hu, je, uko kinyume na wazo la kutatua tatizo lako la saratani kwa kutumia tiba hii ya asili na yenye ufanisi, tiba ya seli shina za mimea kutoka kwa wataalamu wa Uswisi wa Mibelle biochimie na PhytoSCIENCE? Hii si hadithi tu ya uponyaji, ni hadithi ya kuzaliwa upya, ujasiri na imani katika maumbile. Je, ungechagua maisha pia? Tiba ya seli shina za mimea kutoka PhytoSCIENCE inakunyoshea mkono.